Dakika ya 75 i si Strikers wala si Young Africans, mm -hmm. Uchizi funga meka pasi ndani huku ya kupenyeza nafasi kwa Strikers, Andulu Yosefe ananyanyua umati uliokusanyika kwenye uwanja wa taifa wa Bingu, anaiandikia Silver Strikers goli ambalo linaweka alama nyingi za kuuliza katika nyuso za Young Africans. Aina yao ya kushangilia ya huenda ikawa ina kera zaidi. Ni mpira ambao ulianza kwa mlinda mlango Chikoka George, wakidhani anapiga pasi kwa kukukupi, ikapigwa pasi kwa Uchizi Vunga aliyepenyeza pasi katikati ya walinzi na ikafika ile pasi ilipotakiwa kufika, Ernest Petro akaona hapa mazingira ni magumu, siwezi kufunga mwenyewe. Alichokifanya ni kuitenga kwa Jose ambaye mguu wake wa kulia ulimwadhibu Jigi Diara na kuyadhibu Young Africans na Silver Strikers wakaweka mguu mmoja mbele katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika.